mihimua mgeni rasmi usajili wa bodi za wadhamini ni hatua muhimu kwani inaipa taasisi utu wa kisheria wa kumiliki mali kuingia mikataba kwa niaba ya taasisi kushtaki au kushtakiwa kwa niaba ya taasisi uratibu huu unaongozwa na sheria ya usajili wa bodi za udhamini sura 318 taasisi zinazotakiwa kuwa na bodi za wadhamini ni pamoja na vyama vya siasa taasisi za madhehebu ya kidini, vyama au vilabu vya michezo, mfano mpira wa miguu, mpira wa mikono, mpira wa kikapu na kadhalika, taasisi binafsi za kijamii zinazomiliki mali, vyama vya kiuchumi na vyama vya kitaaluma. Mheshimiwa mgeni rasmi, sheria niliyoitaja hapo juu inanipa mamlaka mimi kama kabidhi wasii, yaani administrator general, kuwa msajili mkuu, nikiwa na jukumu la kusimamia kuratibu, usajili na utendaji kazi wa bodi za wadhamini. Mpaka sasa tumeshasajili jumla ya bodi za wadhamini 5211 kati ya hizo bodi 2876 ni za taasisi za kijamii bodi 2161 ni taasisi za kidini, bodi 19 ni za vyama vya siasa, bodi 24 ni za vyama vya michezo na bodi 150 ni taasisi za kifamilia. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na sheria kuainisha majukumu na wajibu wa wajumbe wa bodi za wadhamini bado zipo changamoto, kwani baadhi ya bodi kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Changamoto hizo ni kama zifuatazo: ya kwanza usimamizi usioridhisha wa mali za rasilimali za taasisi, uelewa mdogo wa sheria, kanuni na wajibu wa wadhamini, mabadiliko wa ya mara kwa mara ya uongozi bila kufuata utaratibu, migogoro ya kiuongozi ndani ya bodi za wadhamini, uwasilishaji hafifu wa taarifa za bodi za wa lita, kwa lita kutotumia kikamilifu mfumo wa kidijitali wa e lita. Aidha, changamoto nizoziainisha hapo juu zinatoa taswira kwamba uwezo wa baadhi ya bodi za wadhamini unahitaji kuimarishwa ili kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza ambayo hatimaye yanaweza kuathiri ustawi na utendaji wa taasisi na umma kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi yangu inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kwa lengo la kukabiliana na changamoto nilizoziainisha hapo juu, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mifumo ya kidijitali hususani mfumo wa e-RITA ili kurahisisha utunzaji na uwasilishaji wa taarifa za bodi, kuendelea kutoa mafunzo ya mara kwa mara kwa wadhamini ili kuwaongezea uelewa wa majukumu yao kwa mujibu wa sheria, kuanzisha huduma ya mobile clinics kwa lengo la kutoa ushauri, kutatua changamoto papo kwa papo na kusogeza huduma karibu na wadau, kukuza ushirikiano kati ya RITA na wadau ili kuongeza uratibu na usimamizi wa bodi za wadhamini. Mheshimiwa mgeni rasmi. RITA imebuni mfumo wa kielektroniki unao unao, <coughs> utoaji huduma kwa wadau wa RITA ambapo huduma za udhamini ni moja ya huduma inayopatikana kwa haraka na kurahisisha upatikanaji katika mfumo huo. Hivyo wadhamini kwa sasa wanaweza kufanya marejesho ya mwaka, kubadili taarifa za taasisi, kutuma maombi na kuomba vibali vya ardhi kwa kutumia mfumo huu wa ilita. Wakala umefanya maboresho haya kwa lengo la kuharakisha upatikanaji wa huduma na kuboresha upatikanaji wa utunzaji wa taarifa za wadhamini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kikao cha leo kitakuwa na mada tatu. Mada ya kwanza itahusu huduma ya wadhamini kuanzia hatua ya usajili, usimamizi na utekelezaji wa majukumu ya bodi za wadhamini. Mada ya pili itahusu matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa ki wa ita katika utoaji wa huduma za bodi za wadhamini. Mada ya tatu itakuwa ni mapambano dhidi ya utakatishaji fedha haramu, ufadhili wa silaha za maangamizi na ufadhili wa ugaidi, kwani taasisi wanazosimamia